tutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara kwenye viwanja vya shule ya msingi Mringoti, lakini kabla ya hapo tutakuwa na mapokezi makubwa yatakayofanyika kwenye ofisi zetu za Chama cha Mapinduzi wilaya ya Tunduru zilizoko Tunduru mjini. Kwa hiyo baada ya mapokezi, tutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara pale pale Tunduru mjini, mkutano utakaofanyika kwenye viwanja vya shule ya msingi Mringoti. Kwa hiyo nitumie wakati huu kuwakaribisha wana Tunduru wote na wananchi wa karibu na Tunduru, wana CCM na wasio wana CCM wote kwa ujumla. Tunawakaribisha kwa wingi kuja kumsikiliza katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi ambaye atafanya mkutano siku ya tarehe 2 mwezi wa 4 2025, kwenye viwanja vya shule ya msingi Mlingoti. Baada ya mkutano huu wa tarehe mbili, tarehe tatu